Na namaliza chuo na pia niko fiti, natakiwa niwe nakitendea kazi ya PC. Sina uwezo, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nakuomba hapa nikiondoka tu niondoke na PC yangu ili kwa kwenda kuendeleza masomo yangu ya hapa sasa hivi. Asante mgeni rasmi kwa zawadi lonipatia ya PC. Napia, na pia na kuahidi nitasoma kwa bidii masta yangu nitakaomaliza chuo. Serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo, lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke vifaa kama wheelchair, vifaa kama eh, hearing aid hizi, eh, aid za kusaidia kusikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye ualbino, na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika, vyote tutaviondoa ushuru ili viweze kupatikana kwa gharama nafuu <laughs> zaidi lakini serikali haita sita jukumu lake la kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa vifaa hivyo vinatolewa na serikali kwa wenzetu wenye ulemavu bila ya malipo.